Habari za wakati huu, karibu tena. Ni wakati mwingine tena tunakutana hapa tuzidi kuhabarishana taarifa mbalimbali pasi na mbali mbali shaka upo salama kabisa, ikiwa tunahesabu masaa kuingia Disemba tisa ambapo maandamano yamekuwa yakihamasishwa kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii ambapo wanaharakati wamekuwa wakihamasisha maandamano baada ya yale yaliyofanyika Oktoba 29 ambapo tulishuhudia idadi kubwa ya watanzania wakipoteza maisha licha ya kwamba serikali bado haijataja idadi kamili ya watu waliopoteza maisha kufuatia vurugu ambazo zilitokea kuanzia siku ya tarehe 29 Oktoba na kuendelea. Wakati hayo yakiendelea, tumeshuhudia jeshi la polisi wakitoa tamko na kupiga marufuku maandamano hayo yaliyopangwa kufanyika tarehe tisa ya mwezi Disemba. Lakini pia wakati hayo yakiendelea, hatimaye leo serikali imetoa tamko pia ya kwamba siku ya kesho ya tarehe tisa ya mwezi Disemba, kama sio lazima utoke, hakikisha ya kwamba unakaa nyumbani kama hauna shughuli yoyote ambayo itakufanya usitoke nyumbani hakikisha ya kwamba hautoki nyumbani. Ni waziri mkuu Dkt Mwigulu Nchemba amewasisitiza Watanzania huku akiwasilisha ujumbe wa rais Dkt Samia Suluhu Hassan kuelekea maadhimisho ya miaka 64 ya uhuru ambapo amesema kuwa kwa wale ambao hawana ulazima wa kwenda makazini waazimishe sikukuu hiyo wakiwa majumbani. Dkt Mwigulu Nchemba amewasilisha ujumbe huo hii leo Disemba 8, 2025 ambapo amesema, ndugu wananchi, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dkt Samia Suluhu Hassan anawatakia watanzania wote sikukuu ya uhuru wa Tanzania inavyoazimishwa kila mwaka tarehe tisa Desemba kila mwaka. Aidha, serikali inawashauri wananchi wote ambao Desemba tisa 2025 hawatokuwa na dharura, kuitumia siku hiyo kwa mapumziko, hivyo kusherehekea siku hiyo wakiwa nyumbani isipokuwa wale ambao majukumu yao yatawahitaji kuwepo kwenye vituo vyao vya kazi. Akiwasilisha ujumbe kutoka kwa Mheshimiwa Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan, Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba ametuma ujumbe huo ya kwamba kuelekea kesho tarehe 9 Desemba, kama utakuwa hauna ulazima wa kutoka, hakikisha kwamba unaazimisha na kusherekea ukiwa nyumbani. Wakati haya akiendelea, pia wasiwasi umeongezeka. Hali katika jiji la Dar es Salaam, tumeshuhudia siku mbili tatu mpaka sasa idadi kubwa ya watu wakihangaika eh, kutafuta usafiri na kuondoka Dar es Salaam. Tumezoea mara nyingi sana idadi kubwa ya watu ambao wanaondoka Dar es Salaam kwenda mikoani inakuwaga ni siku za kuanzia eh, tarehe 20 na kuendelea mwisho wa mwaka, lakini safari hii imekuwa ni mapema sana. Watu wanafananisha na muvi ya Escape from Sobibo, sasa wanasema Escape from Dar es Salaam. Lakini pia matokeo ya vurugu ambazo zilitokea Oktoba 29 na kuendelea, tulishuhudia mtandao ukizimwa. Watanzania pia wamekuwa na wasiwasi kwamba intaneti inaweza ikazimwa tena, lakini kwenye masupamaketi, masokoni, idadi kubwa ya watanzania wamejitokeza kwenda kuchukua eh, mahitaji kadhaa, endapo jambo lolote litatokea, basi watakuwa na vitu vya kuhemea majumbani. Hapo nyuma baada tu ya maandamano na vurugu ambazo eh, zilitokea kuanzia eh, siku ya tarehe ishirini na tisa Oktoba na kuendelea, tulishuhudia idadi kubwa eh, ya watanzania wakihaso kupata mahitaji lakini pia mahitaji e, yalipanda bei. Kwa mfano e, mahitaji yale ya kawaida muhimu, mafuta ya kupikia, nyanya, mboga, vilipanda bei. Hali ilivyo kwa sasa Dar es Salaam, nimeona idadi kubwa ya watu wakiingia kwenye masupamaketi wakinunua vitu e, kuelekea e, tarehe tisa Disemba, ambapo ujumbe wa rais kuelekea kesho ni kwamba kama utakuwa hauna shughuli yoyote ile ambayo itakufanya usitoke nyumbani make sure kwamba utakaa nyumbani eh, kusherekea eh, siku ya tarehe tisa Disemba. Lakini pia eh, waziri wa eh, Simba Chawene naye pia amezungumzia kuelekea eh, siku ya kesho. Lakini pia sio tu kuelekea siku ya kesho, eh, Waziri Simba Chawene pia amezungumzia hali ya usalama wa nchi kwa sasa, ambapo tumeshuhudia watanzania tarehe 29 Oktoba na kuendelea wakipatwa na mambo mengi sana, watu wakipoteza ndugu zao, wengine wakikamatwa na kushtakiwa kwa makosa ya uhaini, lakini pia wengine mpaka sasa hawajulikani ni wapi walipo. Kwa hiyo tutapitia hapa kila ambacho amekiongea Simba Chawene, lakini pia kwa kina zaidi kile ambacho kinaendelea katika jiji la Dar es Salaam lakini pia baadhi ya majiji ambapo tulishuhudia burugu za tarehe 29 Oktoba na kuendelea zikiibuka kwa kiasi kikubwa kama Mbeya, Arusha, jiji la Mwanza pamoja na maeneo mengine kubwa. Zingatia kwamba kuelekea kesho, ukiachana na matamko ambayo tumeyashuhudia wakitoa jeshi la polisi kuelekea maandamano ambayo jeshi la polisi limeyapiga marufuku na kudai ya kwamba hayana kibali cha watu kuweza kuandamana. Narudia tena kwamba serikali ya Tanzania imewataka wananchi kusalia majumbani mnamo Disemba 9, siku ambayo huadhimishwa kila mwaka kama siku ya uhuru wa Tanganyika. Kauli hiyo kama nilivyokuambia imetolewa leo na Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba kufuatia kuibuka kwa taarifa za wito wa maandamano unaosambaa kupitia mitandao ya ya kijamii. Hatua hiyo hiyo ambayo imeifanya serikali kuongeza tahadhari kuelekea siku hiyo muhimu ya kitaifa. Waziri Mkuu, kama nilivyokuambia, amesema licha ya umuhimu wa siku ya uhuru katika historia ya taifa ni busara kwa wananchi kutumia siku hiyo kwa utulivu, hususan kwa wale wasiokuwa na dharura. Hatua hiyo imekuja wakati ambapo tayari serikali imesitisha shughuli za sherehe za kitaifa za mwaka huu. Awali litangazwa kuwa fedha zilizopangwa kwa ajili ya maazimisho ya uhuru zingeelekezwa katika ukarabati wa miundombinu iliyoasiliwa vibaya na maandamano ya siku tatu yaliyotokea eh, kuanzia Oktoba 29, 2025, siku ya uchaguzi mkuu. Maandamano hayo kama tunavyofahamu, yalileta uharibifu mkubwa katika maeneo kadhaa ya jiji la Dar es Salaam na baadhi ya mikoa mingine. Kwa mujibu wa takwimu za awali zilizotolewa na serikali, jumla ya ofisi za serikali 756 ziliharibiwa, lakini pia vituo vya mabasi ya mwendokasi 27, huku mabasi sita yakiteketezwa, nyumba binafsi 273, vituo vya polisi 159 na vituo binafsi vya mafuta 672 navyo pia vilipigwa au kuchomwa moto. aiza zaidi ya magari binafsi 1642 yaliteketezwa pikipiki 2268, pamoja na magari ya serikali 976 yakitajwa kuwa miongoni mwa mali zilizoasilika katika machafuko hayo. Jeshi la polisi kama nilivyokuambia, kwa msisitizo pia limepiga marufuku maandamano yoyote yaliyopangwa kufanyika tarehe 9 Desemba, huku serikali imesisitiza kuwa inaendelea kuchukua hatua za kuhakikisha hali ya utulivu kama nilivyokuambia. Akizungumza na vyombo vya habari leo, waziri wa mambo ya ndani George Simbachawene amesema maandamano hayo ni haramu kwa kuwa hayana kibali kwa mujibu wa sheria, hayajulikani nani anayaandaa, lakini pia hayana ujumbe mahususi na hayana ukomo, ili jeshi la polisi liweze kutoa huduma ya kuyalinda maandamano hayo ni haramu hayaruhusiwi, na tutumie nafasi hii kuwaomba wote wanaoshabikia na wale wanaoona wameichoka amani, kwamba kwa kuwa maandamano hayana kibali kwa mujibu wa sheria hayakubaliki, kwa hivyo vyombo vyetu vya usalama vitayadhibiti, amesema Simba Chawene. Kuhusu maandamano yanayotajwa ya Desemba 9, Rais Samia alipozungumza na wazee wa Dar es Salaam alisema serikali imejipanga imejipanga kisawasa wa kukabiliana na hali yoyote itakayojitokeza. Likija wakati wowote, tumejipanga, alisema akiongeza, tutasimama na kulinda nchi hii kwa nguvu zote. Lakini pia akikosoa mataifa ya Ulaya ambayo yanasema kwamba Tanzania katika kutuliza vurugu na ghasia zilizojitokeza wakati wa uchaguzi na kuendelea walitumia nguvu kubwa, huku akihoji kwamba je, nguvu ndogo ni ipi? lakini pia Rais Dkt Samia akidai ya kwamba nguvu iliyotumika na vyombo vya ulinzi na usalama iliendana na ukubwa wa tukio ambalo lilikuwa linatokea. Kama nilivyokuambia, pia msongamano mkubwa wa wananchi umeshuhudiwa hivi karibuni na leo pia katika masoko na maduka makubwa nchini Tanzania, hasa katika majiji makubwa kama Dar es Salaam, huku wakazi wakinunua chakula, maji pamoja na bidhaa nyingine muhimu kwa wingi. Ripoti kutoka vyombo vya habari vya ndani ikiwemo gazeti la The Citizen zimeripoti poleni ndepo katika maduka jijini Dar es Salaam ambako watu wameonekana wakijaza toroli na bidhaa muhimu za nyumbani. Hali hiyo ununuzi wa dharura imehusishwa moja kwa moja na hofu ya kufanyika maandamano mengine ambayo yamepigwa marufuku na jeshi la polisi tarehe 9 Desemba, wakati baadhi wa wananchi wakijitayarisha kwa hofu ya kukosekana kwa bidhaa wengine wanasema ni tahadhari ya kudhibiti hatari zinazoweza kutokea kutokana na machafuko ya kisiasa Mengi zaidi nitazidi kukuhabarisha hapa, lakini ujumbe na wito kutoka kwa serikali ya Tanzania, ujumbe wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuelekea Disemba 9, e, kesho ni kwamba kama huna shughuli yoyote ya muhimu ambayo takufanya usitoke nyumbani, basi hakikisha ya kwamba unakaa e, nyumbani e, siku ya kesho. Lakini pia e, Waziri Simba Chawene amewaagiza polisi pia wazingatie uwiano wa kosa na mbinu za ukamataji, wakati akizungumzia hali ya usalama wa nchi kwamba iko poa sana kuelekea e, siku ya kesho Disemba tisa. Huko akisema kwamba maandamano ambayo yamepangwa kufanyika kesho hayana kibali, lakini pia hayana ujumbe maalum ya kwamba waandamanaji wanataka kitu gani, lakini ujumbe pia amewaambia polisi wazingatie uwiano wa kosa na mbinu za ukamataji na ameyazungumza eh, hayo Simba Chawene, huku akimwagiza mkuu wa jeshi la polisi Camillus Wambura kuhakikisha kuwa ukamataji watuhumiwa unafanyika kwa kufuata misingi ya sheria na kwa kuzingatia staha kubwa. Tutazidi kukuhabarisha hapa nini kinachoendelea, na kubwa zaidi ni kuelekea kesho. E, Disemba 9 ambapo wanaharakati wamezidi kuhamasisha maandamano. Kupendo wako kama Mtanzania pia una nafasi ya kushia mani yako na sisi hapa lakini, pia kubwa ka karibu nasi kila wakati.